Hello my good people, mambo vipi, mpo poa, mnaendeleaje? Jamani, nawapenda sana. Habari za Jumapili. Kama mnavyoona, nimekuja kuwasabai hawa leo asubuhi hii. Nataka niwaanzishie dozi ya mapapai. Wako vizuri, unawasikia sauti zao eh, kwa wingi. Nataka niwaanzishie dozi ya mapapai. Sasa tunachanganya tuna, tuna chakula. Tukishachanganya ki chakula, then tunawapa chakula kipatwa kiu hiyo dozi ya mapapai wanamaliza kesho. Tena tutawapa kesho kutwa, tena tutawapa tuwapi maji yoyote. Na kwa taarifa yenu tu, kwa sababu ya DCP. DCP unawapatia hao kuku, hawatakula mayai, hawatadonoana toka wakiwa na miezi miwili, yaani kuanzia pale unapoacha kuwapa chakula cha dukani, kuanzia pale unapoacha kuwapa chakula cha dukani. Hawa kuku wako hawatakula mayai. Mara nyingi nimeongea hili lakini nitarudia kwa ajili ya wageni labda, kwa sababu naamini kwamba kwenye channel wageni wanakuaga kila siku, wanaongezeka ona. So, on. <laughs> Mi sijawaletea chakula, my people, sijawaletea chakula, mkutano wa ndege. Good morning my beds. Are you okay? Good morning, Jesus. <laughs> Good morning, my bed. Are you okay? My bed. Are you okay? So, nitakwenda kuwachumia mapapai leo na naenda kuwasagia sagia. Nitawaonyesha process nzima. Majani ya mapapai, majani ya mapera, majani yoyote yale hata mwarobaini. Unapokuwa una una ya, una ya, una ya, una ya, una ya, tu... una ya, una ya, unatakiwa uyaoshe kwanza kabla ujaenda kuyasaga, sawa. Nitaenda kwenye mwarobaini, nitachuma mwarobaini, maana mapapai nimeshawapatia mara mara mbili. Naenda kwenye mwarobaini sasa, then nitakuletea feedback, sawa ndugu yangu, nawapenda sana, chao. Haya wapenzi wangu, nimefika kwenye, kwenye mti wa mwarobaini. Huu hapa ni mwarobaini, nimesema nimega hili. Hatuwapatii tena mpapai, tutawapatia mwarobaini huu hapa. Mwarobaini huu mwarobaini una kazi nyingi sana kwa kuku, hata kwa binadamu kwa binadamu wanasema unatibu magonjwa arobaini sijayafuatilia, sijaya, sijaya, lakini kwa kuku umu arobaini unaweza kusaidia kutibu typhoid. Typhoid unaweza ukatibu kwa mharobaini. Mharobaini huu ni mchungu sana. Kuku huwa wapendi sana vitu vichungu. Kwa hiyo unatakiwa unashauriwa kuweka majani machache ili mradi tu yale maji yabadilike rangi na yaonekane kwamba yana, yana ukijani tayari hiyo itakuwa inatosha sana. Hatuna actual vipin, vipimo kwenye hii kwenye hii, kwenye hii hii mimea. Kwa hiyo unachukua majani machache usichukue mengi usije ukamdhuru kuku na akashindwa kunywa pia. Kwa hiyo unachukua haya majani nitakuonyesha mimi nitakachokifanya hapa. Utachukua haya majani machache, utayaosha. Ukishayaosha utayabrendi au utayatwanga, then utachanganya kwenye maji yako, utayachuja. Kama utatwanga, utachuja ili upate tu yale maji kwenye lita kumi. Alafu unawapatia kuku wako. Usiwape maji vyombo vyote, kwa sababu hiyo ni dawa. Utapa vyombo hata nusu nusu, ili kwamba wanywe. Wakimaliza yale, ndio hapa maji yao ya kawaida. Tunaelewana? Nimesema, inatibu typhoid. Nimesema ni, ni kinga kwa kideli au mdondo, sio tiba ujue ujue kideli au mdondo ni magonjwa ambayo yanasababishwa na virus. Kwa kwahiyo yanatibiwa kwa dawa zile ambazo ni antivirus. Hii sio antivirus. Hii inazuia tu inazuia tu, na of course, ukishapata ukisha ukisha virus, kuku akishapata virus hakuna tiba, kwa kawaida ni kuhangaika tu mpaka apone au atakufa kwa hiyo hii inazuia. Kuna wakati wa maalumu ambao kideli huwa kinapita, upepo ule unapita, kwa hiyo inaambukiza. Kwa hiyo wakati kabla hujafika, ukiona tu umekaribia wewe, unawawekea hii alafu unawapa siku tatu au siku tano, kideli kile kipita, hakitawakuta hawa. Na hasa uwa kingi, wasichanganywe, wasichanganywe na kuku wa mtaani wengine, kwa sababu anaweza wakaambukiza kwa kujamiana na kwa namna nyingine yoyote ile. Lakini hii mwarobaini pia inaweza ikatibu masuala ya miharo, miharo yote, miharo ya njano miharo ya ya-, ya white ile mieupe inatibu umu arobaini um. Kwa hiyo wewe sasa unachukua ya majani, unayaosha alafu unayasaga, unawapa kwenye lita kumi, kiasi kidogo tu, kwa sababu ni dawa. Uwape lita ishirini, unawapa lita kumi. Kama kwako wengi sana, basi unawapa kwenye lita ishirini, maji yao tu, vyombo vile, nusu nusu, nusu nusu, ili wanywe. Wakishamaliza maji yale na chakula, alafu unawawekea maji mengine. Unawapa kwanza pumba, wale wakishapata kiu, ndo unawapelekea hii, watakunywa kama hawana akili nzuri. Tunaelewana jamani, nitakuja na somo hili maalum. Kwa ajili ya ma, kwa ajili ya kulizungumzia hata mafua pia mwarobaini unatibu vizuri sana. Tunaelewana jamani, nitawaletea session ya kusaga na kuendelea. I love you all, usisahau kusubscribe kushare kucomment. Jamani mimi si nawapenda na nyinyi, naomba mnisupport basi, mnisupport ndugu zangu, nawapenda sana. Subscribe hapo, subscribe, bonyeza hiyo kengele hapo, hiyo button hapo afu personalize, sawa, ili kila video tunayoleta hapa na wewe unaipata. Love you so much. Kama unavyoona tayari nimeshaweka mwarobaini kwenye kwenye blender yangu na maji hapa, hii blender. Nikimaliza kusaga huu mharobaini, inabidi nichukue vitu vingine nisage ili kuondoa ule uchungu, vinginevyo ukija kusaga kiungo chochote humo, utaipata show yake, itakuwa ni balaa, hamtakula <laughs> maana huu mharobaini hauna hauna ushoga na mtu arobaini ili nikachanganye na maji lita kumi, alafu ni wape. Kwa sababu nachanganya maji lita kumi ni kwangu hii wachache, lakini wewe ukiwa na kuku wengi usichanganye kwenye lita ishirini au lita arobaini, kwa sababu na kuku wengi changanye nusu yake, ili wanywe tu wakati ule wa tiba. Alafu wakimaliza, wanapokula chakula ndo wanakabwa, ndo wanakuwa na kiu sana. Wakimaliza tu wewe unawapa maji mengine, usiwape maji mengi kama unavyowapaga kila siku. Hii ni dawa na ni chungu, kwa hiyo tunachotaka at least kila mmoja aonje, kila mmoja aonje. Akionja atakuwa amepata tiba, itakwenda kutibu typhoid, itakwenda kutibu miaro yote miaro yote, unayejua kasoro ile nyekundu ambayo ni coccidiosis, lakini miaro yote hii mharobaini inaenda kusaidia kutibu kwa kuku wako. Lazima uchume, uhakikishe ni masafi, umeaosha usiasage tu hivi hivi. Unaelewana jamani? Hapa tunaanza na tiba ya mharobaini leo, tupo hapa kwa muda wa siku tatu. Unaelewana? Mimi nawapenda sana. Ukifanya hivi majani anakusaidia sana kupunguza gharama ya kutumia pesa kununua dawa ovyo madukani. As you can see, tayari hapa nimeshachanganya na unaona maji yangu ni angavu. Unaona, unaona, unaona maji ni angavu hayajawa green ile deep, nimeweka kiasi na unaweza ukaona dawa nyingine imebaki hapa, nitaenda kuhifadhi kwenye friji kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo hapa maji sisi tuta tutajaza kwenye vyombo vyao, tutawawekea chakula hapo, watakula chakula, tutawawekea tuta hii dawa, mambo ndo kama hivyo My God. nasikia kizunguzungu kizito hii, okay. hapa ndo imebaki, naona ni hivyo tu, huu ni mwarobaini huu ni mwarobaini, lazima wale kitu kichungu leo. Wajui, wajue, hawajui, wamezoea kulakula kila kitu ama tope, nini, kila kitu wanakulakula tu. So leo nitaonyesha show yao leo leo, they will see pepe.